maeshimiwa huu ni mwaka wa uchaguzi na uchaguzi mkuu oktoba mshtakiwa wako yuko gerezani siku zinaelekea 90 ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani kwenye mwaka wa uchaguzi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

wakati mapambano ya uchaguzi mkuu yanaendelea. That is the classic abuse of the court process. Usimruhusu sasa. Mheshimiwa, naomba tujiulize na mahakama yako ijiulize, shtaka hili linasema hivi, mshtakiwa ni mmoja. Itakuwa kesi ya kwanza katika historia ya dunia hii kwamba mtu mmoja peke yake ndio anafanya uhaini. Sasa wanasema ni mtu mmoja, uhaini wake aliufanya siku moja, wameitaja tarehe tatu Aprili, siku moja kwenye mkutano wa waandishi uliohudhuriwa na wanachama waandishi, hapa kila mtu alikuwepo, umekuwa broadcast live. Maneno anayoita ushahidi nanii, uhaini wameyasema, what are they investigating? Wanachunguza kitu gani? ni kitu gani ambacho kinashindikana? they are taking all of this time